Bobo MC, na KBMC on the stage. <laughs> Ukonga na Temeke hini. Say yeah! Say yeah! Ah, bato ya Ukonga na Temeke. Wanangu wacheni mapepe. Inabidi ieleweke, ngoja niweke chini viazi, wakate viepe. Chie, chie, yeah. Yeah. Bobo, leo siniletee zogo na kupiga na kukata kama mogo. Mama wako anaumwa nitakubeba, Bobo babako, maana nona unaletea zogo ni aje mwana, mbona na niaje mbona naangalia huku asa niangalie mimi na kubato samaki leo nakukatakata sato ya yeah. nakwambia kitu ambacho hivi, wewe ni Muislamu au wewe ni Msabato? Niambie ili mradi nikuelewe, umeambiwa uwai na leo nataka uchelewe, na umechelewa kwa kweli, nimekuwai mwanangu, babo leo nakusabai ya yeah. mi natambaa mtoto babo, naonekana we kifaa kibii, kwanza miwezi ukanicha hata kama kwenye bato ukikimbia ukianya ya yeah. Utondoka ntakukwei na leo kwanza, mwana hapa unasei umekutana na KB Dr. Dre kwenye imichano na mikasa unizoei y yeah. na ku... Aha, na kuchinja unaonekana Mmasai hapa sopolini, bwana blaza, hatujaja kuwinda. Unaonekana kama kinda, kila siku unakunywa mabia na unavimba watu, unawaburudisha unachana tu, kwa sifa kipi unachomaanisha? Au unachana ili mradi wasikilize kina Aisha? so hizo foko zako zinaonekana ndogo, kwanza shati umevaa iziza logo, kila siku unakuja na hizi pensi ndogo, bwana mdogo vipi, au unatua soko dogo. Vipi dogo, tukupe mchongo hapa bongo, labda tukutoe tongo, tongo. Unaona hichi unachokiona, wala sio uongo, ni mimi ambaye waga natumia sana ubongo, yani usinione mnyonge na kuchapa, japokuwa mimi sio ticha konde hapa nilipo nimekuja kibonge, mtoto mdogo basi naomba tubonge. Oya, nikikupa imaiki utameza, hata nikichana kwenye biti utacheza. mimi ningekuwa benki ningewekeza, jinsi gani mtoto kiuno unalegeza. <laughs> ah, <yeah. laughs> unaenjoy hivi vitu? <laughs> Okay, songa likuwa jawashwa masuli na tabia ya kuzima hivi ataki mwangu unajuako songa sana. E, mi nahitaji kusikia zaidi ya hivi ambavyo mnafanya kwa hiyo, hii round ya kwanza nitawapa sare na subiri round ya pili. <coughs> Aye, oh, yeah. Mansuri yeah. Songa amesema nahitaji kusikia sana ni kwa sababu kuna freestyle na kuna freestyle battle yeah. Sasa, hii yani, asilimia nyingi wamekuwa wana freestyle. Freestyle. Yeah. Kila mtu amekuwa na jina jinadi mwenyewe mimi hivi mimi hivi mimi vile well, lakini yeah. Atakiwa wewe useme na huyo usijise, usijiseme wewe sana yani, mseme huyo, kwa hiyo mi pia nahitaji kusikia nyingine. Nahitaji kusikia nyingine pia nyingine. Sale, sale, raundi ya kwanza. Tunaenda raundi ya pili. Na Mike inaanzia kwa Bobo MC. uh -huh. Aha, yeah. Bogo KB, Nipe maana ya jina lako. Kipi kilifanya ukambaka dada yako? KB, leo ntakushika tako, yani hapo hapo uliposimama hapo. KB, leo mimi nakuparaza, nimekuwa mcholaji na kucholea rada na kuchana, nimekuwa paka lapa bora. Juzi ulipendeza, ulivaa malapa. KB, hizi buti wala sio zako, juzi alikuja nazo yule kaka yako, yani kaka yako wewe anaitwa Kibwengo, yule ambaye anafundishwa na kado kitengo yani sitaki mi kusema sana, maana nikisema mtahisi na nawadanganya, ila dogo, nimeambiwa nije hapa kukuchana. Angalia sasa, kitu cha mwisho ninachokufanya, takufanya vibaya mbako, kaseme kwa mama, maana mmezoea kuchana flow ambazo hazieleweki. Angalia mchizi ambaye misisomeki, nina pesa mingi utasema nashinda benki, hata mfukoni una dusa la kichenchi. Vipi mwanangu, mbona una tawaleti mifuko midogo, au unawekea Asilia Bobo, yeah. yeah. Mwanangu, vona unagekia huko hivi, nakuaje unafuga vinisuko hivo, vinisuko mi naona ni micharuko leo nakupa nakuruka kwa mruko. Yeah. Niangalie kwanza, mimi unaniogopa, kebu na nijua nijini adija kopa madeni nitalipa mimi, mbona bwana wako? halafu mi unisamini, inakuwaje? ni cheki kwanza freshi, unajua KB ni mwamba, ni mwana jeshi umeomba jua, leo mbona mvua inyeshi? Mtoto vipi hata kukesha au keshi? Unaonekana unalalaga saa mbili leo umevumilia, tunataka nataka ujasiri na kuonyesha KB na kukata mara mbili, yani vipande vipande na mana na kukili. Mtoto mdogo usinilete zogo. Nakuambia ukweli mwanangu, Bobo, yani ukalime miogo kwa shamba. Acha ushamba huku taleta zogo, kwa sababu nakupa gazabu misari ya huwezi imba tarabu. Zonga. Uh, Bobo, Bobo MC na KBMC Na KBMC uh, katika sekunde sitini ambayo ni dakika moja. Uh, Bobo, MC ameanza kutumia vizuri, ametumia vizuri sekunde thelathini na tatu yaani kwanzia sekunde thelathini na tatu kushuka chini pale mpaka zero ndo time ambayo kidogo amejitahidi kufanya vizuri. Kwa hiyo kuna sekunde kama ishirini na kitu hapo kati amezipoteza, uh, lakini alivyokuja KB, KB amejitahidi kuwa kucontrol huo muda wote akijitahidi kumchana Bobo MC. Kwa hiyo ameutumia muda wake vyema sana na, na niki, nikifanya kulinganisha nimeona pia KB amejitahidi kurusha makombora mengi pia kwa, kwa Bobo. Kwa hiyo mimi kura yangu nitampa Bobo MC. Yeah. KB, KB, tapa KB. Majina nachanganya. KB kwa upande wangu amechukua wa hii raundi ya pili. Sawa, Mansuri Yeah, mi binafsi yangu alichokusema Songa cha kwanza ni sahihi. I mean, Bobo nimeanza kumsikia kirusha wa makonde kwenye hizo hizo seconds ambazo alizozitaja Songa, lakini kwenye hizo hizo ambazo alizozitaja Songa mi nimesikia yale heavy kutoka kwa Bobo. Kwa hiyo mimi kurangu naenda kwa Bobo, Bobo MC. Pia mi niichosikia ni kwamba sio kwamba wote wamfanya vizuri, wamfanya kawaida sana yeah. lakini nikipima uzani At least kwa Bobo imepanda kidogo. Mimi nitampa Bobo. Oh yeah! Shout out to Bobo. Ah, makofi kwa Bobo. Aa, aa, aa. Kama kama mtakuwa mnakumbuka hii ni kama imekuwa uh, kisasi. Last time mimi navyokumbuka nusu finali KBMC ndo limtoa Bobo, si ndio? Si ndio? Wao ndo lisababisha Bobo asingie finali. So ni kama kisasi meji, mechi fulani ya marudiano, alafu wote wamekutana fainali, kama walivyokutana fainali uh, last episode, si ndio? Huyu alimtoa huyu, huyu leo kamtoa huyu, so au nyinyi mjumbe wenu judges hapo wanasemaje? Nani kashinda? Ya kwanza ilikuwa sare wote, kwa hiyo sasa hivi alioshinda ni Bobo kwa kura mbili. Bobo MC, makofi kwa Bobo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I love that. I love that. Makofi pia kwa mwanangu uh, KBMC. Yeah, mshika ya mshikaji ambayo tumekuwa naye episode kadhaa. Last time alikuwa hapo finali na Jiki Bwengo yakatokea aliyotokea. <laughs>